Dunia yatikisika: operesheni ya Marekani Venezuela, tamko la Umoja wa Afrika na mvutano wa kiushawishi wa kimataifa. Katika tukio lililoibua mijadala mikubwa duniani, Marekani imefanya mashambulizi makali ya kijeshi dhidi ya Venezuela na kumkamata rais wa taifa hilo Nicolas Maduro pamoja na mkewe Silia Flores. Tukio hili limeitikisa si tu Amerika ya Kusini bali pia bara la Afrika, Asia na Ulaya. Kwa mara ya kwanza katika muda mrefu, Umoja wa Afrika umeibuka na tamko kali, ukieleza wasiwasi mkubwa wake kuhusu hatua hiyo ya Marekani, hatua ambayo imetajwa na wachambuzi wengi kama uvunjaji wa wazi wa sheria za kimataifa na kanuni za Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo ndani ya Marekani makamu wa rais wa zamani Kamala Harris naye ameibuka na ukosoaji mkali dhidi ya rais Donald Trump akisema hatua hiyo ni kinyume cha sheria na isiyo na busara. Leo tutachambua kwa kina misimamo hiyo, athari zake kimataifa, kisiasa na kimaadili na kuona jinsi dunia inavyogawanyika kuhusu tukio hili. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza ni tamko la Umoja wa Afrika e, hapa tutakwenda kuangazia kwa undani e, tamko hili la Umoja wa Afrika e, mara baada ya taifa la Marekani kuingiza vikosi vyake vya kijeshi e, ndani ya taifa jingine ambalo lipo huru e, taifa la Venezuela na kumnyakua ama kumng'oa rais e, Nicolas Maduro. Katika taarifa rasmi iliyotolewa jijini Addis Ababa, Umoja wa Afrika yaani AU umesema una wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya Marekani dhidi ya taifa la Venezuela na hatua ya kumkamata Rais Maduro. AU imesisitiza kwamba ina, inashikilia kwa dhati misingi ya sheria za kimataifa hasa heshima kwa uhuru wa mataifa mipaka yao ya eh, kieneo na haki ya watu kujiamulia mustakabali wao wenyewe kama ilivyoainishwa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa yani UN Chata. Katika maeneo ya AU, Umoja wa Afrika unathibitisha tena dhamira yake thabiti ya kulinda kanuni za msingi za sheria za kimataifa, ikiwemo kuheshimu uhuru wa mataifa mamlaka yao ya kieneo na haki ya watu kujiamulia mustakabali wao. Taarifa hii inabeba uzito mkubwa, kwani inaonyesha kwamba Afrika, bara ambalo mara nyingi limekuwa waathirika wa uingiliaji wa nje, limechoshwa na siasa za nguvu kubwa zinazotumia kisingizio cha demokrasia au usalama kuingilia masuala ya ndani ya mataifa madogo. AU imeonya wazi kuwa matumizi ya nguvu za kijeshi bila ridhaa ya taifa husika yanahatarisha amani ya kitaifa na kudhoofisha mfumo mzima wa utawala wa dunia. Kwa maneno mengine, Afrika inasema kama taifa kubwa linaweza kuingia kijeshi nchi nyingine bila idhini basi hakuna tena usawa wa mataifa duniani. Zaidi, AU imetoa wito wa mazungumzo na utatuzi wa migogoro kwa njia ya amani, ikisisitiza kuwa changamoto tata kama zile za Venezuela hazitatuliwi kwa mabomu au vifaru, bali kwa diplomasia, ushirikiano na ujenzi wa taasisi imara zaidi uh, taasisi imara za ndani ni ujumbe unaoonyesha mabadiliko makubwa katika sera za Afrika kutoka bara linalotazama kimya hadi bara linalosema wazi hapana kwa uingiliaji wa kijeshi wa kigeni. Sehemu ya pili tutakwenda kutazama wito wa Afrika Kusini kwa Umoja wa Mataifa. Afrika Kusini kupitia wizara yake ya mambo ya nje imechukua msimamo mkali zaidi. Serikali ya Pretoria imetaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuitisha kikao cha dharura kujadili tukio hilo, ikisema matumizi ya nguvu bila uhalali wa kimataifa yanadhoofisha uthabiti wa mfumo wa dunia. Katika taarifa yake, Afrika ya Kusini imesema wazi kuwa matukio ya Venezuela ni ukiukwaji wa mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao unazitaka nchi wanachama kujiepusha na vitisho au matumizi ya nguvu dhidi ya uhuru wa kisiasa au mipaka ya kieneo ya taifa jingine. Kwa maneno mengine, Afrika ya Kusini inasema hakuna taifa hata kama ni lenye nguvu kijeshi na kiuchumi linaloweza kujitwika jukumu la kutatua migogoro ya mataifa mengine kwa mabavu. Serikali ya Afrika ya Kusini imeongeza kuwa historia imeonyesha mara kwa mara kwamba uvamizi wa kijeshi dhidi ya mataifa huru husababisha machafuko zaidi na kuzidisha migogoro. Kauli hii inakumbusha historia ya Iraq, Libya na Afghanistan, mataifa yaliyokumbwa na vita dhidi ya mabadiliko ya tawala ambavyo hadi leo havijapata utulivu. Kwa hivyo Afrika ya kusini inaelekeza ujumbe mzito kwa dunia: usalama wa kweli haujengwi kwa vita, bali kwa heshima ya sheria na usawa wa mataifa. Sehemu ya tatu. Sehemu ya tatu tutakwenda kutazama uh, tamko la Kamala Harris. E, tutaangazia kwa undani jinsi ambavyo e, yeye amepingana na maamuzi ya e, serikali yake ya Marekani e, kwenda kuingia nchini Venezuela na kumnyakua Rais Nicolas Maduro. Ndani ya Marekani, wimbi la ukosoaji halikuishia kimataifa. Makamu wa rais wa zamani Kamala Harris amemshambulia vikali Rais Donald Trump eh, kwa uamuzi wa kumkamata Rais Maduro na mkewe. Kupitia mtandao wa X, zamani Twitter, Harris amesema wazi kwamba Maduro ni dikteta katili na asiye halali. Haku, eh, hakubadilishi ukweli kwamba kitendo hiki ni kinyume cha sheria na hakina busara. Harris amesema hatua hii haijaimarisha usalama, nguvu wala ustawi wa Marekani. Badala yake inaweka wanajeshi hatarini, inagharimu taifa mabilioni ya dola, na inazidisha misukosuko katika ukanda wa Amerika ya Kusini. Anahoji kama kweli Marekani inadai kupambana na biashara za eh, biashara ya dawa za kulevya, kwa nini eh, kwa nini Trump alimpa msamaha mfanyabiashara wa dawa aliyepatikana na hatia huku akitumia jeshi kushambulia Venezuela kwa madai hayo hayo. Kwa, uh, kwa upande wa Harris, hoja kuu ni kwamba hatua hiyo haikulenga kupambana na dawa za kulevya wala kulinda demokrasia bali kulinda maslahi ya mafuta na siasa za ndani za Trump. Anasema tumeshaona filamu hii hapo awali, vita vya kubadilisha tawala au kupigania mafuta vinavyouzwa kama ishara ya nguvu lakini, eh, huishia kuleta machafuko. Maneno haya yanachora picha pana ya siasa za Marekani, mgongano kati ya usemi wa demokrasia na vitendo vya kibeberu, kati ya ulinzi wa maslahi ya kiuchumi na utetezi wa maadili ya kimataifa. Harris anahitimisha kwa kauli nzito. Marekani inahitaji uongozi unaolenga kupunguza gharama za maisha, kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuwaweka wananchi wa Marekani mbele ya yote. Ni ujumbe wa kisiasa lakini pia wa kimaadili unaoonyesha kuchoshwa kwa sehemu ya jamii ya Marekani na siasa za uingiliaji wa kijeshi. Katika sehemu ya nne tutakwenda kutazama maana na athari za kisiasa. Sasa hebu tujiulize ni nini maana ya matamko haya kwa dunia nzima? Kwanza, umoja wa Afrika na Afrika Kusini wanainua sauti mpya ya bara lenye msimamo. Kwa miaka mingi Afrika imekuwa mteule wa sera za mataifa makubwa, lakini sasa inaonyesha kuwa inataka kuwa mchezaji mwenyewe eh, inaonyesha kuwa inataka kuwa mchezaji mwenye ushawishi ikitetea kanuni za Umoja wa Mataifa ambazo mara nyingi zimekiukwa na wenye nguvu. E, e, hii ni hatua ya kihistoria. Afrika inajiona si tena mhanga bali mlinzi wa sheria za kimataifa. Pili, ndani ya Marekani, sauti ya Kamala Harris e, inaonyesha mgawanyiko wa kisera kuhusu jukumu la Marekani duniani. Kuna wanaoamini Marekani lazima iwe e, polisi wa dunia na kuna wanaoamini ni wakati wa kujitazama upya, kujenga diplomasia badala ya vita, ushirikiano badala ya ushindani. Tatu, Hatua ya Trump inaweza kuzidisha mgawanyiko wa kimataifa. Tayari China, Urusi na mataifa ya BRICS eh, yamepinga vikali operesheni hiyo, na sasa Afrika nayo imejiunga na wito huo. Kwa maneno mengine, mifumo miwili ya dunia inazidi kuonekana. Moja inayoongozwa na Marekani na eh, moja, inayoongozwa na Marekani na washirika wake wa magharibi, na nyingine inayosisitiza usawa wa mataifa na kutokujihusisha, eh, kutokujihusisha. Na hitimisho tutahitimisha kama ifuatavyo. Kwa hivyo tukio la Venezuela limekuwa zaidi ya habari ya siku moja, ni jaribio la dunia kutafakari upya maana ya sheria, haki na uhuru. Umoja wa Afrika unatoa somo kuwa taifa dogo halimaanishi kuwa sauti, e, sauti yako haina maana. Afrika Kusini inakumbusha dunia kwamba amani ya kudumu haiwezi kujengwa juu ya mabaki ya vita na Kamala Harris, makamu wa rais wa zamani nchini Marekani, kutoka ndani ya Marekani, anasema amesema wazi kuwa nguvu za kijeshi hazina maana bila busara ya kisiasa. Kwa pamoja, matamko haya matatu kutoka Afrika, kutoka Marekani na kutoka dunia dunia pana yanaonyesha kwamba dunia inasonga kuelekea kipindi kipya cha uwajibikaji wa kimataifa ambapo mataifa makubwa yanatakiwa kueleza sio tu kilichofanywa, bali kwa nini kimefanywa. Venezuela, taifa tajiri kwa mafuta lakini maskini kisiasa, sasa limekuwa ukumbi wa mafunzo wa kimaadili na kisiasa kwa dunia nzima. Swali linalobaki ni je, mataifa makubwa yatasikiliza sauti hizi za busara au yataendelea kufuata mtindo wa zamani wa kutumia nguvu badala ya hoja? Majibu yake yatatufikisha kwenye uso mpya wa dunia eh, dunia inayojifunza kuheshimu sheria au dunia inayorudia makosa ya zamani kwa jina eh, la nguvu. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tunaiandaa na tunaisogeza kwako kwa ili kusudi e, wewe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu uweze kupata kujua na kufahamu e, ni yapi ama ni kipi kinachoendelea, e, kufuatia sakata la rais wa Venezuela kunyakuliwa na vikosi hatari kabisa maalum vya kijeshi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 Eh, ya kijamii ikiwemo Instagram eh, Facebook, Twitter, TikTok na kadhalika eh, kwa majina ya Habari Kiganjani.